Uh, mtazamaji wa Malindi Sports Club online uh, leo hii tumemtembelea uh, mchezaji wa timu ya KVZ Saif Said maarufu uh, Tiote. Uh, kwa nini tumemtembelea mchezaji Uh, wa mpira wa miguu tupo kwenye familia moja, mpira miguu. Hivi karibuni amepata changamoto ya kiafya, tumekuja kumkagua ama kuja kumjulia hali, kama kwamba, uh, hakuna kukata tamaa kwenye hali ambayo anapitia hivi sasa uh, yeah. ku, recover na uh, nashukuru Mungu, naendelea vizuri tofauti yeah. na mwanzo kabisa, nashukuru matumaini yeah. Yeah, sawa, so, sisi familia Malindi Sports Club tumekuja hapa. Huyu ni Captain Ramadhani Mponda uh, kule Nasoro kwenye upande wa security officer wetu. Kwa hiyo tumekutembelea na timu nzima ya habari mawasiliano tumekuja kukujulia hali hapa. Mponda, kwa niaba ya wachezaji, unaweza kuongea kwa ufupi, haswa unamwambieje na kicho tulete hapa kwa ufupi? Mimi kitu cha kwanza anafarijika kuja hapa kuja kumwangalia ati yote asijisikie vibaya ni swala la muda tu, atarudi ata kama zamani, ataendelea na maisha mengi. Chote, unasemaje? Ah, mimi nashukuru, nashukuru, unajua wana michezo ni family. Mm -hmm. Eh, nashukuru kwa nafasi hii ambayo mmeona kwamba da mwenzetu napaswa genda kumuona kumpa moyo, na nashukuru, nashukuru sana sana, asanteni kwa upendo wenu. Sasa si tumekuja kukufariji kama ambavyo ali nilikwambia, na tulikuwa tuna mechi na nyinyi uh... Round uko, fungeni, ya, kwenye raundi kadhaa nyuma huko tuliwafungeni tatu sifuri. Kwenye eneo la katikati pale vijana wangu wakawa wananiambia, tulitamani sana Tiote naye pia angekuepo kwenye mechi ili tukiwaadhibu tatu na ile roho yao ya timu ingekuepo ingekuwa ndio furaha. Kwa hiyo sisi hatujaridhika na ushindi ule. Tunasema kwenye raundi ya pili tutakutana tena na tunakuombea Mungu upone uwepo katikati pale uje kukitifua vizuri, na kuna wamba wapo hapa na kusubiri tuje kutupa burudani ya mpira wa miguu kwenye hilo, na kikubwa, bwana tumekuja kuja kukuona kukujulia hali. Shukrani bwana. Na mechi iliniuma sana, imetutoa yeah, kwenye reli kidogo <laughs> mlitupangua lakini inshallah kama mm, ulivyosema, tuombe uzima tutakutana tena. Asante, amina inshallah. Saa sisi bana chote uh, kama ambavyo tumekwambia ndo kidogo lakini pili Uh, tushukuru uh, uongozi wa KVZ umetuliwaomba kuja kuzungumza na wao uh, media wewe ameturidhia ofisa mwenzangu Jalili okay. pia ametusupport Deco okay. uh, kwa kiasi kikubwa, kwa hiyo sisi ni familia moja, mpira miguu okay. na kwa upekee kabisa tumshukuru Luteni Canal uh, Said Shamhuna, mkuu wa kikosi cha KVZ ni mdau wa michezo, kwa hiyo tumekuja kufanya ha kuleta hapa sisi ni familia michezo, lakini tuna Yeah, kidogodogo kitu ambacho tupo nacho Tiote tunaomba upokee captain atakukabidhi mkabidhi captain hiyo timu ya Malindi Sports Club si kikubwa yeah. yeah, kidogo sana lakini ikichukue sehemu ya mapenzi ya timu pokea mkabidhi nashukuru bwana asanteni mm. sana Mungu awabariki yeah. tupo pamoja wa kila hatua shukran sana